Akizungumza katika shule ya upili ya kitaifa ya wasichana ya Kolanya, afisa wa shirika hilo Joan Ekale amesisitiza umuhimu wa kuwapa wanafunzi ujuzi wa kisasa. Lengo kuu ikiwa ni kuandaa wanafunzi kwa dunia inayoongozwa na sayansi, ubunifu na teknolojia. Yes,

That we can do this. Ni msimamo ulioungwa mkono na mwalimu mkuu wa shule hiyo, daktari Tabitha Okama aliyesema mpango huo unaendana na mtaala mpya wa CBE. Hata hivyo, wanafunzi wamejifunia sayansi hii na kueleza kuwa ni jambo la umuhimu sana kwani wamepata maarifa ya kina kuhusu sayansi. I've learned how to make a water rocket, I've learned the nozzle part, the fins, how you can launch it. Teknolojia ya kisasa ina umuhimu mkubwa kwa jamii. Inaharakisha utoaji wa huduma katika sekta mbalimbali mbali, kama vile sekta ya afya, elimu na usafiri. Inaboresha maamuzi kupitia uchambuzi wa data kubwa, hivyo kusaidia serikali na mashirika kupanga kwa usahihi. Pia inafungua fursa mpya za ajira na ubunifu kwa vijana wanaotumia teknolojia hiyo jiajiri na kubuni suluhisho za kijitihada. Nikiripotia mtazamo wa dira ya Runinga ya Tandao, kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Faith Nyongesa.